Ndio kizaazaa kilichokuwepo katika jumba moja la kibiashara jijini Nairobi. Wafanyabiashara waliokuwa na mori wakifika kwenye afisi za kampuni hii inayomiliki biashara ya simu za kulipa mdogo mdogo, wakidai majibu. Wafanyabiashara wakidai kuwa simu zao zimekwama kwa zaidi ya saa kumi licha ya wao kulipia kila siku simu yangu wanafunganga at exactly saa tatu na 49 hii usiku, ikif, ikijaribu tu ipite na 50, na, na, na 50 minutes uh, ifike na 50 wanafunga, lakini wakati wa kuzima hawacheleli. Hiyo ni kumaanisha wanaukora. Simu yangu nililipa kuanzia jana, ili nituone vile tunaweza sherekea madaraka tu review online vitinafanyika, nikajaribu kulipa almost mara tano Nang'ang'ana kulipa inanionyesha balansi yangu, nang'ang'ana na kulipa na message watumi. Wafanya biashara hao wanadai kulipa kati ya shilingi 90 na 120 kila siku, waliokamilisha malipo wakitatizika kutumia simu hizo. nimelipia one year 36000 na simu yangu, sijadaiwa nimelipia kila kitu, imezimwa tangu jana, nampigiwa simu na customers wanadhani like ni kama nimemanya kufunga simu sasa, kuchukua simu zao. Yaani hakuna kitu yenye tunasasi kwa simu zetu. We want this phone open or else they take their their their gadgets, they give us back the the amount we have paid. Akizungumza na runinga ya Citizen kwa njia ya simu, mwenyekiti wa kampuni ya Onfon amesema hali hiyo imesababishwa na changamoto ya mitambo. Kamanda wa polisi wa Central Philip Nyakombo akisema uchunguzi kuhusiana na visa vilivyoripotiwa unaendelea. Now the management here, which is a service center, told us that uh, their system had failed. Mirea Nyambura, Runinga ya Citizen.